Karibu tena katika kipindi hiki cha kazi ni kazi. Leo nimewatembelea vijana wanaojulikana kama Gabion Box Tanzania ambao wamejizatiti kuboresha mazingira ya makazi katika maeneo yanayokumbwa na mmomonyoko wa ardhi. Katika maeneo haya nyumba nyingi hupata nyufa kutokana na mmomonyoko, jambo linaloathiri usalama na ustawi wa makazi. Tulipata wazo hili uh, mwaka 2024 mwezi wa pili, baada ya kukutana vijana tukasema nini tufanye katika kuhakikisha kwamba tuna tunajikimu na ama tunapambania tuna katika soko la ajira katika nchi yetu, tukaamua tuanzishe kitu kama hichi, na hii kama navyosema hii idea ilitoka kwetu sisi vijana uh, kwa mfano nikitolea mimi mfano uh, nilikuwa nikifanya kazi hizi kama msimamizi wa ujenzi wa gabioni katika saiti mbalimbali na katika sehemu mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania pamoja na visiwani. Kwa hiyo baada ya kusimamia sana tukawa tunafikiria sasa namna gani bidhaa kama hizi zinaweza kupatikana mchini kwetu. Kwa sababu isha kwa ishazoea kwamba bidhaa hizi zinatoka zinazalishwa nchi ya jirani ya nchi ya nje China. Lakini tukasema kwa nini tusiangalie tunaweza tukapata wazo, tukapata bidhaa hizi ndani ya nchi yetu. Kwa kutokana na namna ambayo ya usimamizi wangu katika miradi mbalimbali ya hizi gabion, basi nikapeleka wazo ili kwa kwa wenzangu, kwa tukakaa chini tukaona sasa tunafanyaje utafiti zizi ya kufanya kazi kama hii. Lakini tunashukuru baada ya kufanya utafiti tukaona tunaweza kufanya sisi kama vijana, lakini sisi kama Watanzania tukaatuanzishe tuanzishe wazo hili, tukaona kumbe a, hivi vitu vina uhitaji mkubwa sana kwa ajili ya kuzuia a, baada ya ujenzi wa madaraja katika zile kingo za madaraja, ili daraja ziweze kupata shida na kuzirwa na maji. Lakini tunavyozidi kwenda masikini, tunavyozidi kwenda tukagundua tatizo lingine tukaamini kabisa moja kwa moja kumbe, uh, uzalishaji huu una uhitaji sana katika maeneo yetu, baada ya kuona kwamba kuna shida sana la maeneo ya watu waliojenga mabondeni ama wale watu ambao uh, wamejenga karibu na, na mito ama mabonde makubwa. Ilikuwa e, ikipatikana shida sana maeneo yao kumomonyoka, maeneo yao kutanuka kwa ajili ya kuleta shida. Lakini sisi kama Gabion Box Tanzania, baada ya kufanya research, tukaona kumbe tunaweza tukasovu tuka ama tukatatua matatizo yao ujenzi wa, wa, wa, wa mabondeni kwa kutumia hizi waya kwa ajili ya kuweza kukinga zile kingo za mabonde pamoja na mito, lakini na wale ambao viwanja vyao vimetanuka ama walikuta kama kibonde kimeanza kidogo, lakini zimeanza kuzidi kwenda. Uh, maeneo yanazidi kutanuka. Kwa hiyo tukaona jinsi ya kuweza kuyazuia maeneo haya yasiendelee kuathirika basi kumbe kunafaa kuweza kuokoa na ujenzi huu wa gabion. Nafikiri hilo tatizo kubwa ambalo binafsi tuliliona tukasema sasa tuweze kuzalisha kwa wingi sana ama tuweze kuwabaharisha uh, kwa, kwa, kwa wa Tanzania lakini na wale wote ambao wameweza kufanya, ama wameweza kupata shida hizi katika maeneo yao yaliweza kuathirika uh, na mmomonyoko. Kwanza waliona umuhimu wa vifaa vya kutengenezea gabion ili kuanza majaribio. Baada ya kuona mafanikio, waliamua kusajiri kisheria na kuanzisha biashara rasmi, wakilenga kuboresha miundombinu na kinga dhidi ya mmomonyoko. Tulianza tu hatua za kawaida. Hatua ya kwanza tulianza kutafuta uh, namna kupata ya kupata matirio ya kuweza kufanya kazi hii. Wapi tutapata matirio ya hizi waya ambazo tunaeza tukaa kutazalisha? Hii ndo hatua ya kwanza tulizoifanya, lakini baada ya kupata soko sasa ama kupata tukapata hayo material, lakini hatua ya pili tukasema, uh, tuende sasa tukapeana tuka elimu sisi kama sisi, namna gani ya kuweza kuandaa haya. Kwa hiyo tulikaa chini tukasema tunaweza tukafanya hivi vitu gani ambavyo vifaa muhimu vinaweza vikatakiwa kwa ajili ya kuweza kufanya uzalishaji huu. Kwa hiyo tulikaa tukaona hivyo vitu tunaweza tukafanya, lakini baadaye tukavipata. Lakini baada hapo, tukasema tusikae mbali sana, kwa sababu ni vijana wa Kitanzania, tunafanya na aa, kazi hizi ndani ya nchi ya Tanzania tukasema lazima tufuate utaratibu na sheria zinatutaka nini ili kwa ajili ya kuweza kufanya uzalishaji huu kama vijana wazalendo. Kwa hiyo tulianza kuongea na watu wa TRA, lakini pia tukaenda kuongea na watu wa BRELA, lakini pia tulizungumza na watu wa Halmashauri kwa ajili ya kupata leseni ya kuweza kufanya kufanya shughuli yetu au kufanya biashara hii. Lakini baada hapo baada kukamilisha utaratibu wa serikali na kukamilisha namna gani kuweza kupata material pamoja na vifaa ambavyo tunaweza tukafanya shughuli zetu, basi tukaanza uzalishaji. E, lakini kumbu e, na kumbukumbu ishirini ishirini na nne tulianza uzalishaji mdogo sana e, na kumbukumbu kumbu tulianza kama na PC 4 PC 10, tulianza na PC 10, lakini baada hapo tukaanza kutafuta masoko na ndio kitu ambacho kimeweza kutufikisha mpaka leo baada ya kupata ushauri wa kitaalamu na ushauri wa kibiashara kutoka kwa wataalamu wa biashara na ushauri wakasema, lazima tufanye namna gani ya kuweza kupata masoko kwa ajili ya kutengeneza a, matangazo lakini ku, Kuweza kuifahamisha kuifahamisha nchi ama kufahamisha Tanzania kwamba kuna kitu hicho tunaweza kufanya katika nchi yetu katika eneo la uzalishaji. Zaidi ya kina mama na vijana ishirini wanapata kipato chao cha kila siku wakishiriki katika kutengeneza gabion na kuboresha miundombinu karibu katika eneo letu la uzalishaji. Kama unavyoona, tumejaribu kwa, kwa kukusanya kina mama kwa ajili ya kujipatia kipato na kujikimu katika maisha yao kwa sasa. Tuna takribani kina mama kama nane tisa hivi. Yes, ambao tumewakusanya tumejaribu kuwakusanya kwa, kwa ajili ya kutusaidia sisi na kujisaidia wao, ili mradi kujikimu kimaisha. Sawa sawa. Yes. Na mchakato unaanzia wapi? mchakato wa uzalishaji gabioni unaanzia kunaanzia hapabaada akutoka baada ya kutoka huko ku, tunapozinunua e, na kuzileta katika kiwanda chetu hapa, huwa tunapima kipimo maalum ambapo mita nne kutoka hapa mpaka kule ambapo tumeweka doti yetu e, na huu haya ambapo mtu atachukua ataenda nao mpaka kule na mkataji huko atakata kwa ajili ya kupata zile mita zetu nne kwa ajili ya kuzalisha hiigabioni Inabidi tupitie mchakato huu kwa vipimo maalum kutokana na oda yetu ambayo tumepokea. Kwa hiyo inatofautiana, kuna vipimo vingine ambavyo inaweza ikazidi mita nne ikawa 6 7 mpaka 10 yes, yaani inategemeana na oda yetu. Kuna kipimo ambacho cha mita nne, pia kuna zingine huwa zinafika hadi mita tatu, kuna zingine mita mbili, mita tano, inategemeana na oda ambayo tutoipata. E, kutoka katika na yote inayopatikana kwa kwamba kwanza, mna kwa mnakuwa mmepima site, labda kujua ukubwa wa site ama ukubwa wa tatizo uko wapi, ndio mnakuja kutengeneza kulingana na vipimo wa. Yes, nategemeana na ukubwa wa tatizo au sehemu site. Tumepima, tumejua ile site tunahitaji tuweke gabioni ya aina gani, ndio tutakuja ofisini sasa. Kutokana na vipimo tumetoka kule, ndio tutakuja kupima vipimo maalum kwa ajili ya lile eneo letu iweze kukizi gabioni ya aina gani. E, na baada ya kukata waya sasa kwa vipimo vile maalum tulivyosema, vinakuja katika upande wa hapa sasa. Tunakuja katika mashine yetu hii ambayo tumedizaini sisi wenyewe. Yes, hii imetoka hapa hapa, Tanzania, tumedizaini katika chomea chomea kwa ajili ya kufanya kazi yetu iwe nyepesi kabisa, na ikishatoka katika waya inakuja katika mfumo wa keti, ili kwa ajili ya kuwasaidia mafundi wasipate taabu katika shughuli yao ya uzalishaji au watengenezaji ile gabion kutoka pale. Baada ya hapo sasa isha kuwa kete kama tunavyoiona, hii ndio ile mita 4 tuliosema imeshakunjwa na imekuwa katika mfumo wa kete. Sasa tutatoka hapa kwenda kuangalia hii kete inafanyaje fanyaje kazi mpaka kuzaliwa kuwa gabion yote chakato baada ya kutoka katika mfumo wa kete wa tuna hatua mbili mpaka gabioni yetu kukamilika. Hatua ya kwanza inaitwa vilango, wa jina la Kiswahili huas tunaita ni vilango au ah kasima... hiki chenyewe vipimo vyake okay, kutokana na jinsi kilivyo ni kidogo kiwanja chake huwa mm. tunaita vilango hii hapo, baadaye tunaweza tutaona mbeleni huko mm. inafanyaje kazi kuunganisha katika gabioni yetu ili timie. yaani gabioni mpaka kukamilika kwa gabioni inapitia katika mchakato mbalimbali baadaye ndo unakuja unakamilika kwa gabioni. sasa yes. okay. baada ya kutoka kwenye kete ndo tunakuja hapa katika hatua hii kete unaibadilisha inakuja inaitwa vilango. kwa hii leo ambayo tunazalisha hiki kiwanja kina urefu wa mita nne upana mita mbili. Yes. na baada ya kumaliza kupima hiki kiwanja kuna kitu kinaitwa binding ambayo tunazungusha pembezoni kwa ajili ya kuishikilia ile gabion na zile kete, ndo tunachukua zile kete kwa ajili ya kuzifunga katika hii binding yetu kama tunavyoona hivi ha. Na baada ya hapo, ushafunga hivi mpaka zimetimia katika mita yetu mia mbili ya upana wa kiwanja chetu cha gabion, na tutachukua kete, baina ya kete na kete, tutaanza kusuka ni mfano wa mkeka lakini huu ni upande wa gabion, kwa ajili ya kufanya gabion yetu tuizalishe, na tutaenda kwa mfumo huu wa kusuka mpaka mwisho tutavyofika kule katika mita zetu nne ili mradi kutimia jamvi letu la gabion box. Hivi viwanja vyetu katika mfumo wetu wa utengenezaji gabion unaruhusu wa kupanda mafundi hata wanne, watano hadi sita. Uh, kila fundi atashika jamvi lake moja na atasuka kama tunavyoona. Kwa hiyo ataanza kwanza, atafunga kete zake, atasuka. Huko akiwa anaendelea, na mwingine atapanda hivyo hivyo, atasuka mpaka tutavyofika mwisho. Kwa hiyo inategemeana, tunahitaji kutoa jamvi ngapi, kama sita, saba, nane, itakuwa hivyo katika kila kiwanja kimoja tunaweza kutoa jamvi hadi kumi. Na kila jamvi ni sawa na gabioni moja, kwa hiyo zikitoka jamvi kumi, basi sawa na gabioni kumi. Zikitoka saba, basi sawa na gabioni saba. Baada ya kutoka katika mfumo wa jamvi, na kule tutazikunja kwa, kwa vipimo maalum, ili kulipata boksi letu. Baada ya kutoka katika jamvi sasa, inakuja katika mfumo wa kukamilisha gabioni yetu. Kwa hiyo hii gabioni tunavyoiona hapa ina vipimo vya mita moja kwa mita moja kwa mita mbili, na zile partition ambazo tunazisema au vilango ambazo zinatumika, inakaa mwanzo, katikati na mwisho na baada ya hapo ushaafunga boksi, na tutafunika mfuniko wetu huu, na hii ndo itakepo imekamilika gabion, na hapa inakwepo ipo tayari kwa ajili ya kwenda saiti kwa ajili ya matumizi. po hapa Kigamboni, eneo la Kibugumo, na hapa uh, nimetembelea site kujionea mwenyewe kile ambacho kinafanyika, kile tulichokiona kule, namna ambavyo gabion zinasukwa na nini, lakini hatima yake zinaletwa hapa. Lakini zinapofika hapa, lazima tuwe na mawe ambayo mawe haya ni ya msingi kabisa, ili kuweza kujaza kwenye hizo gabioni. lakini changamoto kubwa ambayo uh, ipo hapa katika eneo hili linalowekewa gabion ni namna ambavyo mto umepita nyuma ya nyumba, na ndio maana sasa tunatumia hizi gabion, ili kusaidia uh, nyumba hii iendelee kuwa salama hata kama maji ya mto yatakuwa yakipita. Na kama mnavyoona, hatua ambazo uh, zinapokwenda mpaka gabion kukamilika katika ujenzi wake, hatua ambayo gabion inatoka kiwandani inakuwa katika mfumo wa namna hii, inakuwa katika mfumo hmm, wa namna hii. Lakini baada ya kutoka hapo, uh, fundi ambaye ni muhusika sasa katika ujenzi anaichakata ina, sasa kwa kuifunua, anaifunua anajaribu kuidesign, ambayo kwa namna ambayo inatoa maelekezo hapa, anaitengeneza sasa, inakuwa boksi kwa ajili ya kuweza kufili kuingiza mawe humu ndani. Hizi vyumba, vyumba vyumba kitaalamu leto partition. Ni partition kwa ajili ya kuweza kutenganisha mawe. Ili hata inapotokea shida yoyote kati ya mawe na mawe au inapotokea labda changamoto kama gabion inataka kuanguka kwa hiyo, manake hii partition inajaribu kutenganisha mawe na mawe ili isiwe inaungana kwa pamoja, taki inapotokea shida sehemu sehemu nyingine sehemu moja. Lakini pia hii partition, faida nyingine ya kuwepo hapa ni kwa ajili ya kuweza kubalansi vile vipimo vyetu kama tunavyosema. Uh, ya, yale mawe tunapofili mawe humu ndani yanaingia ya kwa witi ya vipimo. Kwa kuna kuna namna ya vipimo ambavyo vinatakiwa viwepo katika gabioni yetu. Uh, haya mawe yanatoka ya sehemu mbalimbali inategemea na eneo ambao mradi upo. Kwa hiyo mawe inategemea na mteja wetu ametegemea, na hiyo uh, project ambayo tunamradi tutakao upata au karibu hayo mawe, lakini kafono kama Kigamboni, mimi tunatoa hapa Kigamboni. Kwa hiyo mawe yanategemea na project mara ilipo na mawe yanapopatikana. Au uh, muhimu wa hiyo tofauti ya mawe, sisi tunatengeneza na mawe magumu, lakini kuna haya mawe ya, yapo ya design mbalimbali tofauti. Kuna mawe mengine ni soft sana, kwa hiyo sisi lengo kwamba tukitengeneza hii gabion ni mawe haya yabaki kwa muda mrefu katika, katika inyavu yetu au katika sehemu ya mradi. Kwa hiyo pia tuna aina ya mawe na mawe mengi tunayotumia ni mawe magumu yenye mwamba mgumu, ndio mawe ambayo yanafaa kwa ajili ya matumizi ya, ya, ya, ya, ya gabion box yetu <laughs> baada ya fundi sasa huweza kuifuma ama kuidesign ama kutengeneza gabioni yetu ya namna hii, basi moja kwa moja sasa fundi ataichukua gabioni kwa ajili ya kwenda kuiseti sehemu ambapo maelekezo ya mradi yanaendelea. Kwa hiyo baada ya fundi kutoka pale, hatua inayofuata sasa fundi anakwenda site, anaiseti gabioni yetu kama kwa, kwa mfumo wa na namna hii. Fundi atakuja ataiseti mahali ambapo maelekezo ya, ya, ya site anaelekeza ya atakuja ataiseti kwa namna hii, maana ataifunga. Lakini baada ya kuifunga sasa, azuzi zinazofuata ataanza kuweka mawe katika gabion kwa kuzingatia hizi partition mbili. Kwa hiyo atachukua, ataanza kuweka mawe kuanzia levo ya chini um, mpaka levo ya juu. Lakini kitaalamu, uh, unapoweka levo, kuna utaalamu wa vipimo. Kuna kitu kinaitwa binding wire. Binding wire ni hizi waya ambazo, hizi ni waya za kawaida, na zinatumika kwa ajili ya kuweza kuyafungia ya mawe ili yaweze kushi, kushikana lakini hizi binding wire pia zina, zina namna yake ya ujenzi aa, kila baada kwa sababu hii, hii gabioni yetu kama nilivyoshasema ina urefu wa mita moja urefu, kwa hiyo ile binding wire katika matumizi yake baada ku, kuweka mawe katika refu ya kwanza kama sentimita 30 ama sentimita 40 utayafunga na mawe kwa kutumia binding binding wire kabla hujakwenda juu. Aa, tuna kitambaa kile kitambaa kitaalamu kinaitwa geotextiles. Aa, kile kitambaa matumizi yake ya tunapojenga tuna miradi kama hii ama tunapojenga gabion kuna zile sehemu za nyuma kama unavyoona pale, sehemu za nyuma ambayo imebaki ile kwa ajili ya kubakifiri udongo. Sasa tunaweka geotextile nyuma ya hizi gabion kwa ajili ya kuzuia ule udongo ambayo una, una, una, una, utarudi huku nyuma kwa ajili ya kupita katika hizi, katika haya matundu yetu, kwa tunaweka geotextile kule nyuma kwa ajili ya kuzuia ile bakifiri ya udongo, ili udongo usiweze usiweze kupita katika matundu na ukaweza kuondoka mwisho siku, pale ile bakifiri tukawa kuna shimo pale. Kutokana na asili ya kazi ambapo wanakutana na vifaa vyenye ncha kali kama mawe makubwa na waya, wameweka mikakati ya usalama ikiwa ni kutafuta vifaa maalum ili kuhakikisha usalama wao wakati wa kazi. Hivi karibuni tulitembelewa hapa na watu wa mazingira a, kutoka a, ndani ya eneo hili tunalofanya kazi, idara ya mazingira ya kata hii, wakaja kutupu, kutupa elimu na namna gani ya kuweza kuwa sefu katika maeneo yetu haya. Kwa hiyo tupo katika ile process kwa sababu tulikuwa tunashindwa na namna gani tufanye, lakini baada ya kupata elimu kutoka kwao kwamba hii katika wanavyoona hizi kazi zetu vifaa gani ambavyo vinaweza vikawa kwa ajili ya usalama wetu sisi. Kwa hiyo baada ya kupata elimu, ndo sasa hivi tupo katika mchakato huo wa kuweza kutafuta hizo vifaa uh, vya kuweza kuweka ku, ku, usalama katika eneo letu hili la kazi. Kwa hiyo kwa kweli imeleta tija sana baada ya kuweza kuweka mradi huu wa mawazo hili. Tumejikuta kwamba sisi binafsi kama viongozi wakuu tumejikuta kwamba tuna tuna, tuna tumefanikiwa kwa asilimia kama 60 ya, ya maisha katika kujiajiri, lakini kama unavyoona pia tuna vijana wenzetu ambao kila kukicha tunakuja tunawafundisha namna gani ya kufanya ili waingize katika katika suala la ajira. Na tumefanikiwa sana, unaona hapa takribani vijana hawa ambao sasa tumewatoa katika maisha ya mtaani tumewaleta huku, kwa hiyo imesaidia sana na wao kuhakikisha kwamba wanajipatia kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Kazi hii imewanufaisha wengi, kwani ni sehemu ya kupata riziki. Mimi ni, ni mtu mnyamwezi wa Tabora, lakini kulingana na changamoto za kimaisha basi e, toka nyumbani nikaja huku kuangalia fursa mbalimbali ambazo nikazifanya zikanifanya nikatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ndio mpaka sasa kampuni ya Gabion Box ikawa imeniajiri maana ya kuendesha maisha yangu. Mimi ni baba wa familia, ni, ni baba ambaye nina mtoto pamoja na mke nyumbani. Kwa vijana wenzangu, nachowaambia fursa zipo, sio lazima mpaka tuajiliwe serikalini kama hivi. Unajua kuna watu wanaweza wakakaa kabineti ya wat, wachache wanaweza wakaona wana wazo ambalo wanaweza wakalifanya, nikaboost vijana wengine kama sisi. Fika hapa, kuna fursa zilitokea tukaitwa kama kina mama wawili watatu tukajifunza, tukaja, tukaambiwa tujifunze hili kazi, tukaja tukajifunza hili kazi. Kazi tukaanza tukaanza kukata hizi gabioni, tukaelekezwa jinsi ya kukata hivi huu waya huu na uwaya tunakata kwa njia gani, tunapima, tukishapima tunakata, tukishakata kata inatokea. Tukisha na uviringisha kwenye mashine kama hiyo hapo, hiyo inatokea kata kama hizo hapo, hizo ndio tunawapa mafundi hao wanazi so nani suka kama zile gabioni, zinatokea gabioni. na nufaika, sababu mi na familia nina mume na watoto, kwa hiyo nafanya kazi hii inanisaidia, watoto wanaenda shule, inanikimu katika maisha. Alama zetu sisi ni rahisi kabisa, ni rahisi kabisa kama nilivyosema, mtanzania yoyote ule ambaye mwenye shida mwenye shida ya eneo lake lipo kwa namna hii basi anaweza akapata huduma kutoka Gabion Box. Gharama ni za kawaida kabisa za kitanzania ambazo kila mtu anaweza akafanya aka, aka, aka, aka, aka ama akaweza kuliprotekti eneo lake kwa kutumia ujenzi wa Gabion Box. Sef Ramadhani muhitimu katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, alikumbana na changamoto za upatikanaji wa ajira, ameamua kuweka kando taaluma yake ya uandishi wa habari na kujikita katika kutengeneza hizi gabion akihakikisha familia yake inapata riziki. Safari yangu mpaka kufikia hapa, hii ni kulingana na changamoto mbalimbali hasa kwenye vipengele vya ajira, lakini yote sio sio sababu kubwa sana, bali sababu kubwa ni namna gani tunaweza pia tukasapoti nchi yetu kwenye asasi kwenye ma ma mazingira yote ya miundombinu yetu. Aa, kitu ambacho kilicho nisukuma ni kama vijana na uzalendo ni kuwa ni sehemu ya katika ujenzi wa taifa letu na kujitolea kwetu kuja kwenye gabioni, lengo, lengo kubwa ni kuboresha miundombinu yetu na maendeleo ya nchi yetu pia kwa jumla sio sio tu kutegemea kwenye ajira ambazo zinatoka serikalini, lakini hata sehemu kama hizi binafsi tunaweza tukapata ile hali na motisha zaidi wa kuendeleza maendeleo yetu na uzalendo wetu, na wetu. Ah, changamoto, changamoto hazikosekani, kila safari ina changamoto yake, changamoto yake pia kama hivyo, sababu kazi sio kila siku kuna kuwepo na kazi, sababu kazi inatokea kulingana na oda oda husika na siku ambayo zinatokea pia. Kuna changamoto nyingine zinaweza kutokea kwamba kulingana na uchache wa gabioni ambazo zinahitajika tunaweza tukapata pia ikawa ni changamoto kwetu, kukosa ni kukosa ile hali ya kufanya kazi na na, na kipato kidogo, tunaweza tukakosa kazi. Changamoto changamoto kubwa ndio takuwa kama ah, wito wangu mimi naweza kutoa ni na wito aina tatu. Wa kwanza ah, ni wito ambao niliingiza kama changamoto. Wito wangu wa kwanza naomba a, serikali lakini naomba Uh, Wizara ya viwanda pamoja na nini basi, tuweze kupata nafasi ya kuweza uh, kuzungumza nao kuangalia namna gani sisi kama vijana wa Kitanzania tunafanya jambo kubwa kabisa, ile za uzalishaji wa hizi wa hizi gabion. Lakini pia wito wangu pia uh, naomba uh, katika upande wa masoko, wito wangu katika upande wa masoko naomba sana Watanzania waweze kutusapoti kama watanzania wezao, lakini waweze kutusapoti kama vijana ambao tumeamua kuanzisha mradi huu katika nchi yetu, basi waweze kutupatia hizo tenda kama ndugu zetu wa TARURA, lakini watu wa Tanload, lakini ujezi na makampuni mengine ya ujenzi, waangalie namna gani sisi tunaweza tukapambana katika hii kuhakikisha kwamba wanatusaidia na sisi kutupa kazi ama kutupatia masoko katika katika kampuni zao, hata pale wanapohitaji ujenzi huu wa gabion. Lakini kikubwa na la, wito wangu mkubwa sana, naomba serikali serikali ya, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naomba itusaidie sana kutu, kutuweza kutuinua sisi kama vijana, lakini kukaa na sisi vijana ambao tuna idea kama hizi, namna gani naweza kutu, kutuboreshea ili uzalishaji wetu uweza uzalishaji wa kisasa sana, lakini uzalishaji wa kuweza kui, kui, kuitambulisha nchi nzima kwamba vijana tukiamua katika kupambana na kujajili tunaweza. Kwa hiyo wito wangu kwamba naomba serikali tusaidie sana kuhakikisha kwamba inakuwa karibu na sisi ili kwa ajili kuweza kuwapa changamoto zetu na kuangalia namna gani ya kuweza kutusaidia ili kuweza ku, ku, ku, kuimarisha uzalishaji huu na kuimarisha soko hili la gabion hapa mchini kwetu Tanzania. Vijana hawa ni mfano wa ubunifu na juhudi katika kutatua changamoto za kijamii. Kwa kushirikiana na kuungwa mkono wanaweza kufanikisha mabadiliko chanya katika jamii zetu. Ni hayo tu kwa siku hii ya leo, na tulikuwa naye Gabion Box Tanzania ambaye huyu hutengeneza gabions ambazo tumeweza kuona mchakato wake tangu mwanzo mpaka tamati zinaposukwa mpaka hapa eneo la site ambapo mchakato mzima hukamilika hapa. Naamini uh, umeweza kupata uelewa, lakini umeweza kuona namna ambavyo tunaweza tukalinda, eh, ama tukazuia mimomonyoko katika nyumba zetu, katika viwanja vyetu, kutokana na maeneo ambayo tunakaa, lakini kuna maeneo mengine ambayo unakuta yamezungukwa na mtu ama yapo kando ya mtu. Hii namna nzuri pia ya kuweza kulinda maeneo hayo. Sina la ziada. Jina langu ni Mkwaji Masatu, tukutane tena wakati mwingine.